ndugu zangu waandishi kama ambavyo mmeshuhudia leo tulikuwa na zoezi la utoaji wa mikopo mikopo hii inayotokana na ukusanyaji wa mapato ya halmashauri ambapo kwa mujibu wa maelekezo ya mheshimiwa rais na serikali inayoongozwa na Daktari Samia tunawajibika kutenga asilimia kumi ili kupeleka kwa wananchi kwa sisi manispaa ya Moshi tunatimiza takwa hilo la kisheria kila mahala tunapokusanya kabla tujafanya matumizi tunatenga asilimia kumi ili kuwarejeshia wananchi. Leo katika mikopo hii tumeweza kutoa Tanzania shilingi bilioni moja kwa vikundi 151 ambavyo vinapatikana ndani ya manispaa ya Moshi, lakini kwa kipindi hiki cha mheshimiwa rais daktari Samia tumeweza kutoa Tanzania shilingi bilioni 4.75 bilioni 4.75 jumla vikundi 651 wamenufaika ndani ya manispaa ya Moshi, lakini kubwa kuliko mmeshuhudia, mwaka jana soko letu la Mbuyuni walipata majanga ya moto. Kwa maelekezo ya serikali ya Dkt. Samia tukaweza kujenga soko lile kwa mapato ya ndani Tanzania shilingi bilioni 1.5 ya awamu ya kwanza limekamilika, na sasa tunaendelea na ujenzi milioni 500, jumla bilioni 2 bi. Lakini kama hiyo haitoshi, kwenye hii bilioni 1 milioni mia moja hamsini na zaidi ya milioni mia moja hamsini tumekwenda kuwapa wamama na wajasiriamali wa Mbuyuni ili kuwarejesha katika hali ya kawaida. Huyu ndo Daktari Samia, tumejenga soko na tumewapa mtaji ili kuwawezesha kufanya biashara zao kama walivyofanya zamani. Lakini vipo vikundi wamepata fedha nyingi kutokana na biashara zao, na vipo vikundi vimepata fedha uh, kiwango cha kati kutokana na biashara zao. Kikundi ambacho leo tumepata fedha nyingi ni milioni 52 wako watu watano. Kinachofuatia ni milioni 39 wako watu watano, na kingine namba tatu kuna milioni 35 wako watu watano. Uongozi wa halmashauri wa kwa kutufikisha katika tukio hili la saidi la kunyanyuliwa kiuchumi, wafanyabiashara wadogo wadogo na watu wenye ulemavu, tunatoa shukurani sana, kwa sababu tukinyanyuka pia taifa linanyanyuka. Sio mtalipa kodi jamani? Basi tutanyanyua yeah, taifa letu Twa kuwezeshwa tubi, tubi, huko yeah. Uh, ningependa kutoa shukrani zangu sana kwa Mkuu wa Mkoa wa Kilimanjaro Mwana Kibabu na Mkurugenzi wa Manispaa ya Moshi jana wa New Vision Group. Tuko vijana watano na tumefanikiwa kupata shilingi milioni 52 na laki tano. Hili jambo tulikuwa tunalisikiaga tu, lakini kwetu sisi limekuwa ni kama ushuhuda. Yani, hatukutegemea kwa kweli. Tunamshukuru sana mama na mitano tena.